E, tutakuwa na mtihani wa usajili na leseni unao utarajiwa kufanyika tarehe kumi na tisa mwezi wa 12 mwaka 2025 na tano, kwa lengo la kupima umahiri kabla ya kumruhusu muuguzi au mkunga kwenda kutoa huduma kwa jamii e, jukumu hili linafanyika ili kuhakikisha kwamba umma unapata huduma iliyo bora na salama, huduma za uuguzi na ukunga kupitia wataalamu wake. Jumla ya watahiniwa elfu nne mia nne kumi na nne wamekidhi vigezo hivyo, wanatarajiwa kufanya mtihani huu wa usajili na watahiniwa hawa wako katika ngazi mbalimbali. Tuna ngazi ya astashahada shahada almaarufu kama certificate wako 25 ambayo ni sawa na sifuri pointi sita eh, asilimia lakini tuna wataalamu wa stashahada shahada wa wako elfu tatu mia saba kumi na tatu sawa na asilimia themanini na nne na tuna wataalamu wa ngazi ya shahada ya uuguzi na ukunga uh, mia sita ishirini na tano na sawa na asilimia kumi na nne lakini tuna shahada ya uuguzi ambao wako kumi na sita sawa na asilimia 0.4. Pamoja na hayo pia tuna hii shahada ya uuguzi katika utoaji wa ganzi, eh, kwa dawa za usingizi na ganzi tiba, hawa wako 35 sawa na asilimia moja. Kwa hiyo kwa ujumla wao wote ndio wanaleta hii namba ya 4,414 watainiwa, hawa watakuwa kwenye vituo mbalimbali mbali katika kipindi hiki tuna vituo sita ambavyo watafanya mtihani na vituo hivyo viko katika mikoa mbalimbali mbali, na mgawanyo wa vituo hivi ni kwamba watahiniwa wenyewe walipewa nafasi ya kuchagua mahali gani wanataka kufanyia mtihani. Tunapenda kuwakumbusha watahiniwa wote kwanza wawe katika muonekano nadhifu kwa kuzingatia taratibu na kanuni za mtihani na kuheshimu maelekezo yatakayotolewa na wasimamizi kwa kipindi chote cha mtihani. Lakini pia tunawaomba sana kujiepusha na tabia za udanganyifu, kabla ya mtihani au akiwa kwenye chumba cha mtihani au hata baada ya mtihani, kwa sababu ikibainika anajihusisha na udanganyifu wowote, ni kosa kwa mujibu wa Sheria ya Uuguzi na Ukunga ya mwaka elfu mbili na kumi na kwa mujibu wa kifungu cha ishirini na mbili cha kanuni ni kwamba <tangalala> <tangalala>